Katika in like uh, kikao cha bunge la Ulaya usiku wa tarehe 26 Novemba 2025 kuamkia 27 Novemba, mojawapo ya mada kuu ilikuwa ni post election killings and the deteriorating human rights situation in Tanzania including the case of imprisoned opposition leader Tundu Lissu. Bunge lilipiga kura juu ya azimio, yani non legislative resolution ambayo inalenga kuonyesha msimamo wao kuhusu ripoti za ukatili wa uvunjaji wa haki ambao umejitokeza baada ya uchaguzi. Tamko la awali la mwakilishi wa juu wa sera za nje wa European Union naeleze, ilielezea hofu kubwa kwa matukio ambayo yameripotiwa, ikiwemo tuma za ghasia, kukamatwa kwa wapinzani kizuizi wa uhuru wa vyombo vya habari shutdown ya mtandao, na kuomba mamlaka za Tanzania ziache vitendo hivyo na zifanye uchunguzi wa uhuru. Aidha, kamati ndani ya bunge la Ulaya, miongoni mwa kamati za mambo ya nje na maendeleo, hivi karibuni imekataa mpango wa kuipa Tanzania msaada wa maendeleo ya euro 156 million, mwaka 2026 kwa sababu ya democratic backsliding, yani kuanguka kwa viwango vya demokrasia na heshima kwa haki za binadamu nchini humo. Kwa ufupi, bunge la Ulaya limechukua msimamo wa wazi wa kutambua na kushtuka hali ya haki za binadamu nchini Tanzania likishinikiza uwajibikaji wazi na uwajibikaji wa viongozi wa serikali ya Tanzania. Changamoto na wasifu wa hali. Kwa nini hiyo imechukulia hatua hii? Kwa muktadha wa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 nchini Tanzania, inasemekana kulikuwa na ripoti nyingi sana ambazo zote zilikuwa zinahusisha mauaji majeruhi na matumizi ya nguvu ya kupindukia dhidi ya waandamanaji, wafuasi wa upinzani na raia waliojitokeza katika maandamano. Kukamatwa kiholela kwa viongozi wa upinzani, waandishi au wanasiasa, ikiwemo kiongozi Tundu Lissu, na masharti ya kizuizi cha uhuru wa kisiasa, shinikizo dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, wito wa kupinga ukaguzi wa uchaguzi na shutdown ya mtandao, jambo ambalo limesababisha ukosefu wa uwazi. Lakini pia mashirika ya haki za binadamu ndani ya Tanzania na kimataifa yaliyomba uchunguzi wa uhuru na wa haki juu ya matukio ya mauaji na ukiukwaji wa haki. Kwa hivyo, bunge la Ulaya limechukua li hatua na wamesema hawawezi kukubali kwamba uchaguzi ukafanywa chini ya mazingira ambayo haki na demokrasia zimekandamizwa. Hivyo inaashiria kwamba EU imeweza kuanza kuweka vizingiti, si tu maoni, bali pia kuamua msimamo wa sera zake kwa Tanzania kama vile kusitisha au kusita kutoa misaada na ushirikiano wa maendeleo. Hii ina athari gani hasa kwa Tanzania lakini pia kwa Ulaya kwa ujumla? Kwa kupaza kwa sauti na kupiga kura kwenye azimio linalolenga haki za binadamu na uchaguzi huru, bunge la Ulaya linaweka shinikizo la kisiasa na kuwaweka viongozi wa Tanzania chini ya mkazo wa kimataifa. Hii inaweza kufanya serikali ifanye uchunguzi wa kweli na kutoa taarifa ya haki, ikiwa itaona kuna tishio la kupoteza ushirikiano wa kimataifa, misaada, maelewano na uwekezaji pia inaweza kuwapa nguvu mashirika ya kiraia, vyombo vya habari na wapinzani ndani ya Tanzania, kuonyesha kwamba dunia inawalenga na kizao hazitapotea bila kutambuliwa. Lakini kwa upande mwingine, pia hii inaweza ikawa ni chanzo cha serikali ya Tanzania kuweka mkazo zaidi. Tanzania tayari imepinga azimio la bunge la Ulaya kama ukiukwaji wa heshima ya taifa na kuingilia mambo ya ndani. Inaona mjadala huo kama tishio kwa uraia na uhuru wake. Ikiwa serikali itahisi imechapwa kimataifa inaweza kupunguza ushirikiano wa nje, kupeleka sera kali dhidi ya vyombo vya upinzani na habari, na hivyo hali ya haki na demokrasia ikawa mbaya zaidi. Kwa mtazamo wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa mbalimbali, wanasema kwa mtu yeyote yule ambaye ana moyo wa haki, demokrasia na uhuru, msimamo wa bunge la Ulaya ni rahisi kuunga mkono. Ni ishara kwamba dunia haiwezi kuifumbia macho ukiukwaji wa haki na matukio ya ghasia baada ya uchaguzi. Hii inaweza kusababisha shinikizo ndani ya serikali ya Tanzania ili ingie mchakato wa wazi, uwajibikaji na mazungumzo ya kweli kuhusu demokrasia na haki. Lakini pia ni hatari ikiwa serikali itachukulia hatua za Ulaya kama wadui, basi naweza kuchukua hatua kali dhidi ya wapinzani, vyombo vya habari na wananchi. Mambo yanaweza kusababisha mgogoro zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana, sana kwamba wananchi wa Tanzania, watetezi wa haki, vyombo vya habari na wale wanaopigania demokrasia endelee kuwa macho na ushauri zaidi, serikali iendelee pia kutafakari kwa busara zaidi, kuona namna gani ambavyo inaweza ikaleta uwiano wa kimataifa, lakini pia ndani ya kimataifa, lakini kwa kwa busara zaidi. Kwa wewe mwananchi wa kawaida, wewe wenye mwenye imani, inakupasa kwa kutumia imani yako uliombee taifa lirudi katika lirudi katika amani yake na utulivu wake wa hapo awali.